Lakini lingine ambalo nilikuwa najaribu kusisitiza ni kwamba ni muhimu sana viongozi, sisi viongozi katika ngazi za juu kabisa kutega masikio kwa sekta binafsi na wakulima, kuwasikiliza, kupokea ushauri wao eh, kusikiliza makwazo yanayopata katika kuendeleza kilimo kama biashara. Hmm, wala tusiachie watu wadogo wadogo. Ni yani, ni muhimu kabisa viongozi wa ngazi za juu e, wakashiriki kusikiliza kero za wakulima wetu wadogo wadogo, kero za wakulima wetu wa kati, kero za wawekezaji katika sekta ya kilimo e, sekta ya mifugo sekta ya uvuvi. Eh, bahati nzuri ilikuwa najaribu kuambia wenzangu washiriki kama mimi kwamba bahati nzuri nchini tuna utaratibu wa mabaraza ya biashara kuanzia katika ngazi ya wilaya, katika ngazi ya mkoa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa ndio wenye viti wa majadiliano hayo. Lakini pia sekta E, mawaziri wanawajibika kukutana na wadau mbalimbali e, kupokea malalamiko yao, kupokea mapendekezo yao na kuyafanyia kazi, na katika ngazi ya taifa e, tunayo e, Tanzania National Business Council ambao kila mwaka mheshimiwa rais mwenyewe ndiyo mwenyekiti e, na na mwenyekiti mwenza kutoka sekta binafsi kukaa na sekta binafsi kuzungumzia changamoto zilizopo katika sekta mbalimbali mbali: kilimo, biashara, viwanda, uwekezaji. Hili ni jambo muhimu sana, lakini kubwa zaidi ni kufanyia kazi kwa nguvu mapendekezo ambayo yanakuwa yanatolewa katika majukwaa hayo.